Jambo na karibu katika kipindi hiki maalum kabisa cha wafahamu wagombea urais. Wagombea kumi na saba ndiyo ambao Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi waliwaidhinisha kwa ajili ya kwenda kuomba kura kwa watanzania milioni thelathini na saba na zaidi ambao walijiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura na wenye hadhi ama sifa za kupiga kura. Wagombea wenyewe wameshakwenda katika majukwaa mbalimbali kujinadi, lakini mbinu zimekuwa ni tofauti. Pia kuna wale ambao wamekwenda kuwafuata watanzania kwenye shughuli zao, ikiwemo masokoni na maeneo ya namna hiyo. Lengo ni kufikisha sera zao, ili watanzania wawaelewe, na hatimaye itakapofika Oktoba 29 waende wakawachague. Nasi tunaendelea kutoa fursa namna hiyo katika kipindi hiki maalum, kusikiliza sera na vipaumbele vya wagombea husika. Naitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye kipindi hiki, na hapa studio tumemwalika Saum Hussein Rashid. Yeye ni mgombea urais kupitia chama cha UDP, miongoni mwa wagombea wanawake wachache ambao tunao kwenye kinyang'anyiro cha Oktoba 29. Karibu sana Saum. Asante sana kwema, asante. Kwema kabisa mm. Mm. Mambo yanakwendaje huko site? Watoto wa mjini wanasema mm. Kwa kweli, site tunaendelea na kazi ambayo tunayo mbele yetu kuwafikia Watanzania kwa namna ambavyo tumepanga kwa mujibu wa ratiba zetu, na tunashukuru Mungu wa Tanzania wanatupokea na penye changamoto wanatueleza, lakini tunawapa pia asira zetu, ili mnamo siku ya tarehe 29 waweze kutuamini na kutupa ridhaa ya UDP kuingia Ikulu. Kwa hiyo hmm, tunaendelea. Mnaeleweka kwa sababu nakumbuka na UDP sera ilikuwa ni mapesa mzee <laughs> mzee Cheyo <laughs> na hiyo ikawapo umaarufu mkubwa. Safari bado Watanzania wanawaelewa katika kiwango hicho hicho. E, wanatuelewa na sera yetu bado ni ile ile ya kuwajaza watu mapesa, kwa maana kwamba tunasema hiyo ni sera yetu kwa sababu Uh, tumedhamiria kuleta uh, mabadiliko na hasa kwenye nyanja ya uchumi, kwa sababu sisi tunaamini tukifungua uchumi zaidi, kila kitu kitakwenda haraka na kila kitu kitakuwa kwa mujibu wa namna ambavyo tunahitaji kwamba tuwe na mabadiliko ya kiuchumi kwa Watanzania lakini na taifa tunataka kufikia uchumi wa juu zaidi, kwa hiyo lazima tuweke miundombinu ambayo itawezesha kweli. Tunaposema kuwajaza watu mapesa, maanake sio kwenda kuchukua mabenki na manoti kuwawekea kwenye mifuko yao, maanake tufungue zile fursa ambazo mwananchi akifanya biashara yoyote, hata kama ni ndogo, akifanya ujasiriamali, akiwa dereva hata wa bodaboda, maanake aone ule mzunguko wa thamani ya fedha ambayo inamrudia mwenyewe kujikuta kwamba ana mapato ya kujitosheleza. Kwa hiyo tuna namna ambavyo tumeainisha katika kipaumbele chetu. Mm. Tuanze kugusa baadhi ya vipaumbele ambavyo mmekuwa navyo kwenye uh, harakati zenu, kampeni zenu na hata kwenye ilani yenu. Hili eneo la kilimo cha umwagiliaji, unajua kwamba kilimo kinabeba Watanzania bado wengi sana uh, kwa namna ambayo inaeleweka, hiki kilimo cha umwagiliaji mpango wenu mahususi ni upi kumfanya kwamba kwanza mtanzania avutike kurudi shambani na kulima? Kwa sababu tunaona hii leo watu wanalalamika ukosefu wa ajira, lakini eneo la kilimo tunalo na bado linahitaji watu wengi. Kwanza kabisa sisi kwenye chama chetu, kilimo ndio kipaumbele namba moja, kipaumbele namba moja kwa sababu kama tunavyojua maisha yetu wa Tanzania wote, asilimia kubwa kilimo ndio kimekuwa kama mkombozi, kwa maana tunapata chakula lakini vilevile tuna mazao ya biashara kwa hiyo chama chetu kimeweka mikakati ya kukifanya kilimo hiki kilete tija ya nyanja ya kiuchumi kama ambavyo tumesema kwa maana kwamba tukiboresha mazingira ya kilimo watu wote watavutiwa kukiona kilimo kama ni sehemu ya ajira sasa hivi tunaona vijana wengi sana wanalalamika changamoto ya ajira wanamaliza vyuo vikuu lakini wanatembea mtaani kutafuta na vyeti vyao kutafuta ajira, kitu ambacho kinakuwa ni changamoto. Lakini Tanzania tuna ardhi sehemu kubwa sana yenye rutuba, tunatakiwa tuwekeze kwa kuona kwamba tunaposema sasa kilimo kilete tija, maana yake tujizatiti kweli kuhakikisha hiki kilimo kinaleta tija, kwa maana watu waone yale mabadiliko ambayo yataletwa na kilimo, kwa maana kwamba tumejipanga kuhakikisha kunakuwa na mbegu bora kwanza, lakini a, mashamba ya kutosha, lakini vile vile kutakuwa na ku, kuandalizi wa mashamba darasa hmm, ili hata watu waweze kuwa na mashamba ambayo wanakwenda kujifunza na wanaona matokeo chanya kwamba wameona kile wanachoelezwa ndicho ambacho kinakwenda kutokea, lakini vile vile kurahisisha hata huduma kwa maana tumejipanga pia kuhakikisha tehama inakuwa teknolojia, sayansi na teknolojia mm, kwa maana ya tehama kwa ujumla, yaani ifanye kazi zaidi, kwa maana mkulima akiwa eneo fulani, anaweza pia kufanya mawasiliano kwa haraka, labda kuona kama ana changamoto yoyote ile ya ambayo ina, inaweza kutokana huko shambani, lakini vile vile kupata huduma kwa haraka ikiwa sasa, hata namna anapokuja kupata mazao anaangalia kabisa, akiangalia kwenye nani intaneti, anajua bei ni hii, soko liko wapi. Kwa hiyo tumejipanga kilimo hiki kiweze kuwa mkombozi, na katika eneo hili sisi, unajua uh, tunasema ile no cash no bidhaa, okay. Kwa maana kama mtu atalima pamba, mtu atalima korosho, maana yake anapohitaji kuuza anapata keshi hapo hapo. Kwa hiyo tumeona namna ambayo sasa sisi tunasema hiki kilimo kiweze kuwa na tija na matokeo yaonekane kwa haraka, kwa maana hatutaki ile mtu labda amelima amehangaika, alafu unaambiwa hela baada ya muda fulani. Kwa hiyo mm, sisi tuna namna ambavyo tumepanga kuhakikisha haya yanatekelezeka, lakini katika eneo hili pia tumeona tume umuhimu wa kuwa na bima ya kilimo. Okay. Kwa maana kwamba bima ile itamsaidia kwanza, itampa motisha kwamba mkulima anapoingia shambani, anaona kwamba kuna kitu ambacho kinanilinda, kwamba nikihitaji huduma yote ile naweza kupata, lakini pia hata kumfidia zile, inapojitokeza hasara za hapa na pale, kwa sababu pamoja na hiyo kuna changamoto ambazo zinaweza kutokea, lakini ajikute kwamba bima ile inaweza kumpa motisha na kutatua zile changamoto ambazo zinaweza kupelekea hasara kubwa anapoingia kwenye hilo soko la kilimo. Kilimo cha sasa ni kilimo cha kisasa. Uh, kama mmegusia tehama itatumika, lakini namna gani ambavyo mtaweka hii miundombinu iwe rafiki na hasa hilo eneo la umwagiliaji ili kuongeza tija ya kilimo husika? Uh, kwa maana kuweka mazingira rafiki, kwanza tumejipanga kuhakikisha kunakuwa na maji ya kutosha, na maji ni sehemu ya kipaumbele chetu. Kama nilivyokuambia tuna vipaumbele vitano, maana ya kuwa na uhakika wa maji kwa, kwa, ma, kwa maana ya maji safi na salama kwa matumizi ya kawaida, lakini maji haya yaweze kuleta tija kwenye kilimo cha umwagiliaji kwa maana, tumejipanga kuchimba mabwawa ya kutosha kabisa, lakini vilevile vile kuchimba visima virefu na hii kuweka miundombinu ambayo itasaidia sasa zile huduma za maji ziweze kupatikana kwa urahisi na kwa uhakika, na kwa, na kwa gharama nafuu, ili tunaposema sasa ni kilimo cha umwagiliaji kweli maji yaweze kupatikana. Kwa hiyo ni namna ambavyo sasa tunakwenda kujipanga katika miundombinu ya kuhakikisha mitambo na vifaa vya kisasa kabisa kwenye kwanza uchimbaji wa hivyo visima, lakini vilevile vile katika eneo hili tumejipanga kuwa na sheria kali sana kwenye Uh, kulinda vyanzo vya maji kwa sababu tunajua pia, kama tukiacha tu matumizi holela tumeweka uh, kuna vyanzo vya maji na vikaweza kuingiliwa, pia tunaweza tusifikie malengo. Kwa hiyo tutaweka sheria kali ili hivi vyanzo vya maji viweze kuwa na salama muda wote. Kwa hiyo ni namna ambavyo tutaangazia katika eneo hilo kuhakikisha kwamba dhamira yetu azma yetu ya kukifanya hiki kilimo kiweze kuwa na tija linaweza kufikiwa. Kwa hiyo ni namna ambavyo tutaweka katika mifumo mbalimbali mbali kila kitu ili kusijitokeze changamoto yoyote ile hapo. Mm. Hapo tusalie kwenye eneo la maji safi na salama kama moja ya kipaumbele chenu. Baada ya kupita huko, uh, uh, katika mikoa mbalimbali nakutana mbali na, na Watanzania, mmebaini shida labda ipo wapi na nyie mmeanza kupata sasa huo mwelekeo, kama mkiingia Ikulu, ni kwa namna gani mtatatua hii kero ambayo imekuwa ni ya muda mrefu? Kwanza kabisa niseme tu, wenzetu waliopo wamefanya, yani hata sisi tunapokwenda hatusemi hasemi hivyo na ni mtu tu asofikiria aseme mimi nitaenda kufanya hivi na hivi, yani kwa sababu tayari wenzetu waliopo wameshafanya sehemu yao. Sisi tunachokisema katika maeneo mengi, hata katika eneo la maji, wamefanya kazi nzuri, lakini sisi tunaenda kuboresha ili hizi changamoto ziweze kuondoka kabisa. Na ndio maana sisi tumesema azma yetu katika swala zima la maji ni kumtua mama ndo kwa asilimia mia moja. Kweli kuna hiyo miundombinu ambayo wameweka wenzetu, lakini bado kuna hiyo changamoto na hasa hususan maeneo ya vijijini ambapo tumekuta bado wanafata maji umbali mrefu. Kwa hiyo sisi, kwa sababu tumesema dhamira yetu ni kuleta uh, mapinduzi katika hiyo sekta ya maji, kwa maana tumeangazia katika maeneo ambayo yako labda, kama tunavyojua ziwa Victoria, tuna uwezo wa kupata maji, ni kuboresha miundombinu ili maji haya sasa yaweze kufika katika mikoa ya karibu, lakini vilevile vile katika maeneo ambayo yana yana changamoto pia kubwa, ndo ile tumejipanga, tutachimba mabwawa, lakini vile vile tutachimba visima virefu kulingana na mazingira yote, lakini katika maeneo mengine tumejipanga kabisa kabisa kutatua changamoto hii katika siku mia moja tutakapoingia Ikulu, kwa sababu a, ni swala la mwendelezo, sio kwamba tunaenda kuanza upya, kama tunaenda kuendelea, lazima tutafika mbali zaidi. Lakini katika hatua nyingine kwenye swala la maji safi na salama sisi tumesema kwamba huduma zote za kuunganisha maji zitakuwa ni bure kabisa. Tuangalie eneo hili ambayo nyingine, ni kipaumbele chenu, haki za wanawake na ushiriki wao kwenye e, uongozi. Tanzania imepiga hatua, tumeona katika baadhi ya mihimili ikiwemo mhimili mkubwa kabisa imepata rais mwanamke lakini pia imeshapata e, mara mbili sasa kuongozwa na spika wanawake kwenu cha upekee ni kipi katika kuhakikisha kwamba haki za wanawake zinaendelea kulindwa, lakini wanashiriki pasavyo kwenye uongozi? Kwa kweli hilo, yani, pamoja na la chama, lakini ni, ni jambo ambalo liko ndani ya moyo wangu okay. Mimi kama kiongozi mwanamke ninayekwenda kuomba ridhaa ya Watanzania wote, kwanza, lipo kwenye ilani yetu. Pia ni kuangazia namna ambavyo tunakwenda kuangalia haki sheria na sera ambazo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kufungua fursa. Kama kuna sheria yoyote ambayo tunaiona kandamizi, ni kuweka sheria zile ambazo zinawalinda zinawatetea na kuwafanya wote tuwe na fursa sawa katika nyanja mbalimbali mbali, maana ya kutumia rasilimali za nchi yetu ziwanufaishe wote. Kwa hiyo tumeweka mipango na mikakati mizuri ya kuwavutia waweze kuona kwamba hii ni nchi yetu sote na rasilimali zetu ziweze kutunufaisha, maana kwamba mwanamke yeyote, kijana yeyote mtu yoyote mwenye ulemavu anavyotaka labda hata kugombea fursa yoyote ya uongozi aweze kuipata bila kikwazo chochote, lakini anapokwenda kutaka huduma mbalimbali mbali ya kijamii labda hospitali ama mahakamani, ama popote pale anapokwenda kutaka huduma aweze kuipata bila kikwazo chochote. Maana ni kuboresha katika mazingira hata ya, ya, ya utoaji huduma mbalimbali, kuwe na mifumo ambayo inawapa fursa hizo, kwa maana watu wote, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa maana hata katika baadhi ya majengo unaweza ukakuta kwamba zijengwa hapa kuna mtu mwenye ulemavu yoyote anaweza akaja na akapata huduma. Kuna mtu mwenye ulemavu wa kusikia yoyote amekuja kwenye kampeni zetu anaweza kusikia. Kwa hiyo tunajaribu angalau kuonyesha ule uhalisia wa nini sisi tunakwenda kufanya kama taifa, kuwa na taifa jumuishi la watu wote, yaani kila Mtanzania apate fursa yoyote anayoitaka bila kikwazo, na hasa kwenye serikali yetu itakayoongozwa na chama cha UDP kwenye eneo la uongozi hapo, uh, mnasema kwamba mtakuja na mikakati ya kupambana na ufisadi na uwajibikaji wa serikali yenu. Ufisadi imekuwa ni kilio cha muda mrefu, kila uh, kiongozi kila mtu ambaye anasaka uongozi amekuwa akilisemea hili la ufisadi kwamba litakuwa historia, lakini watanzania bado wamekuwa wakiona eh, hapa na pale. Ufisadi umesemwa, unaelezwa, watu wengine wanafikishwa mahakamani. Na hata la uwajibikaji, kuna baadhi ya maeneo watu wanalalamika kwamba uwajibikaji haujafikia katika kiwango ambacho kile toshelezi. Haya maeneo mawili ambayo yanaendana kwa umoja wake, mmewekea misingi gani na mikakati ipi ili kuhakikisha leo hii Watanzania wakisema Saum Hussein Rashid awe rais wetu wataona miujiza ama maajabu ya haya mambo yakiondoka? Tunaamini Tanzania bila rushwa inawezekana, na tumejipanga kuhakikisha tunakwenda kuleta mabadiliko makubwa kabisa kwenye jamii yetu, kwa sababu sisi tunaliangalia rushwa, tunaiangalia rushwa katika pande zote mbili, kwa maana anayetoa na anayepokea wote sisi tunaamini kwamba tukitoa elimu sahihi ya kila mmoja kujua wajibu wake, yaani mimi kama Mtanzania ninapokwenda Azam, nimeenda kufanya kipindi, tena sio nianze kumtafuta mwandishi, sijui bwana wee eh, chukua hii hapa, kanifanyie vizuri ah, ah. Ajue mimi nitakwenda Azam, nitamwona kiongozi pale, nataka kipindi na nitapata bila kutoa rushwa, kwa sababu yani, tunaanzia hapo. Kwa hiyo mimi nikijua haki zangu za msingi, maana yake rushwa tunaanza kui, kuikataa hapo, lakini hata wewe unayepokea, kwa maana kwamba na wewe ujue uzalendo wako kwa nchi ya Tanzania ni upi. Umekaa sehemu ambayo unatakiwa kutoa huduma, katoe huduma, kwa sababu kwenye rushwa, mambo ya ufisadi, kuna mambo mengi. Kuna rushwa ambayo sasa hivi yani Um, ambayo imekuwa ni changamoto lakini tunashukuru pia TAKUKURU iliweka kama kosa la uhujumu uchumi, nani rushwa ya sextortion hmm, e, rushwa ya ngono hmm, kwa maana imekuwa ni kikwazo kwamba hata mabinti zetu ama vijana wadogo wanakumbana na hizo changamoto ambazo zinarudisha nyuma jitihada zao, labda anataka kwenda kuomba kazi ama nini, na wakati mwingine kutokana na hana elimu, binti anaweza akaona mmm, mimi ndo mrembo napendwa kumbe ile ni haki yake tu, anakuwa hajaelewa. Lakini tukiweka mifumo kama chama kuhakikisha huduma zote za msingi zinapatikana bila kikwazo, nafikiri tutakuwa na taifa ambalo halina rushwa. Uligusia elimu hapo, umesema nyie ni waumini wazuri wa elimu, na tunaona pia kwenye sera yenu ama kipombe chenu ni elimu bure eh, hadi vyuo vikuu. Kuna watu wamefurahia hii sera, naona kwamba serikali ambayo ipo madarakani yenyewe imetoa elimu mpaka kidato cha sita bila malipo, lakini kule vyuo vikuu watu wanaomba mikopo ambayo baadaye inabidi warejeshe. Kwenu mtafanyaje ili mambo yaende bure eh? Kuanzia mtu akianza eh, nasal mpaka anapohitimu chuo kikuu. Kwanza tu kwa kuanzia, niseme hii haijaanza juzi wala ya jana, yaani tulianza mapema kabla hata unavyoona leo imekuwa ni, ni, ni, ni, ni bure kwa maana ya wenzetu waliopo madarakani, yani tulianza kuinadi mapema sana, tena na wakati ule baadhi ya yani ilikuwa kama utani hivi, watu wanaona wanawadanganya, hao watawezaje kutoa elimu bure nchi nzima? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tumeona kadiri tunavyoenda ukusanyaji wa kodi, rasilimali zetu tunazo, ni kitu sasa ambacho tunaona kimewezekana na waliopo wenzetu. Ndio maana nimesema sisi tunakwenda kuboresha kila eneo ambalo tumelisema, sababu ukiangazia maeneo yote haya, si kwamba wote tunaenda kuanza, tayari waliopo wameanza. Ndio maana na sisi tunasema wameanza, wamefika hapa, sisi tunaenda kuboresha zaidi ili kuleta matokeo. Na kama ambavyo umeniuliza kwamba tumesema kuanzia ngazi ya msingi mpaka juu tutatoa elimu bure. Tumejipanga kwa sababu tuna rasilimali za kutosha Tanzania, tukiweka mikakati ya kufanya uh, zirudishe huduma kwa Watanzania, ndio jambo la msingi ambalo serikali yetu ya UDP imejipanga uh, kuwekeza, kwa sababu tunaamini tukiwaelimisha vijana wetu tumelielimisha taifa letu, kwa sababu kila kijana ni haki yake kupata elimu hiyo kwa, kwa katika serikali yetu ya UDP hilo linawezekana na ndio maana tukarudisha pale kwenye swala zima la kodi. Yani tuweke mazingira rafiki ya kodi zetu, yani kila Mtanzania inafika wakati tu anajua mimi hapa naenda kulipa kodi tarehe fulani, yani sio ile kufatana tena. Mtu yupo dukani leo tayari yeye anapita ana bwana, tufunge hapa kufuli kwa muda, vitu kama hivyo vinaendelea. Yani tutatoka huko kwenye serikali ya UDP kwamba kila mmoja atajua kodi anayolipa ataona thamani yake. Ndivyo kama hivyo, itatoa elimu bure, ya bima ya afya kwa watu wote, kwa gharama nafuu kabisa, kwa sababu ile kodi itakuwa inaendelea ku, kuchakata kwenye maeneo mengine, ili kurudisha huduma kwa Watanzania. Umegusia kwamba uh, yule elimu bure uh, kuna baadhi ya nchi inafanya hivyo uh, lakini moja ya jambo ambayo watu wanasema imekuwa ni kikwazo ni uh, idadi yetu ya watu ambavyo imeongezeka lakini pia uh, ile tax base yetu na yenyewe ni ndogo. Hapo mnafanzaje ili kuhakikisha kwamba kuwe kuna mizania nzuri ya idadi ya ongezeko la walipa kodi, mapato ambayo nchi inapata na utoaji wa hizo huduma bure? ndio maana nikagusia upande wa kodi kwanza. Ni kurudisha uh, yani kila Mtanzania, yani maana kuweka mazingira rafiki ya kodi yani. Kama mtu alikuwa analipa kodi ya milioni mbili, ukimwekea kodi ya milioni moja hata na laki mbili, si ana uwezo kuilipa hapa? Yani sasa nimeitolea tu kwa mfano. Maana yake ni kuweka kila kiwango ambacho mtu atakilipa bila, ku, yani bila kikwazo, maana tutakusanya kwa kwa wingi. Tukikusanya kwa wingi, ndo matumizi kama hayo. Lakini vile vile tumesema tuna rasilimali za kutosha, tuna madini ya kutosha, tuna gesi, tuna rasilimali tu nyingi kuboresha sekta ya utalii. Yaani, tuna vivutio vingi na mahali pengi ambazo tunaweza tukapaboresha, na ile kodi tukaweza kufanya sasa haya mambo kwa ajili ya jamii yetu. Kwa hiyo tume, sisi tumefanya tathmini, tumeona linawezekana, na ndio mbana tunaahidi, kwa sababu pia kama chama hatupendi kuahidi kitu ambacho hakitekelezeki, haitakuwa vyema. Sawa, so muondoke hapa bila kuyasemea mambo mawili. Moja ni kwa namna gani mnafanya kuhakikisha kwamba mnahamasisha watanzania milioni 37 na ushee ambao wamejiandikisha kwenda kupiga kura, lakini swala la kuhakikisha kwamba amani na kuwepo na baada ya uchaguzi wa Tanzania waendelee kusalia wamoja na maisha yasonge songe mbele. Nianze tu kwa kusema kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi, kwa maana tumeona kabisa. Sasa hivi tulikuwa na siku sitini na ngapi, leo zimebaki siku ishirini na ngapi, ishirini na mbili, ishirini na moja, ishirini na moja tunaelekea maana yake tumevuka. Lakini mimi pia, mwaka huu umekuwa ni mwaka wa kipekee zaidi. Niwapongeze wa Tanzania wote kwa namna ambavyo wameupokea uchaguzi huu mpaka sasa hivi. Kwanza aa, kwa maana ya tumekuwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tumeanza kuona yale ambayo walikuwa Watanzania wanatamani kwamba zile dosari ndogondogo hata kwenye uteuzi wa wagombea mwaka huu, yani kama watu wamepata hizo challenge ni wachache sana, yani kwenye kwa sisi ambao tunawagombea maana yake ilikuwa ni kipindi kile cha siku ya uteuzi, yani simu itazima, we utaweka kwenye chaji huku unasikiliza Hey, jamani kuna nini? Lakini mwaka huu kwa kweli imekuwa ni tofauti. Zile dosari ndogo ndogo watu wamejitahidi na wengi wameteuliwa. Sasa ni hiyo sasa ya wananchi, yaani ile hatua ya uteuzi imepita, watu wako kwenye kampeni sasa, tunakwenda kwenye hatua nyingine kama ulivyosema ya upigaji kura pamoja na kupiga kura, lakini swala zima la amani na utulivu ndio namba moja. Tumeona hata katika kampeni zetu mwaka huu, na ndio maana nikasema nimeiona tofauti kubwa ile, yani mivurugiko sana. Unajua vipindi vya nyuma ilikuwa ukienda unakuta chama kingine wamekuja hapo na wengine wana rasilimali kubwa, wanawafanyia fujo, lakini saizi unaweza ukajikuta ni wilaya moja labda meingiliana hivi, unasema yani kuna ule uvumilivu hivi, kama yeye anafanyia Buguruni, mi nafanyia hapa si tusikilizani mm, tuendelee, na maisha yanaendelea. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo pamoja na kwamba ni jukumu tunaonaga la wengine, lakini tunajirudishia na sisi majukumu yani, katika huo msingi wa amani na utulivu, mimi wajibu wangu ni nini? Haki yangu ni nini? Kwa hiyo tuangalie tu. Wakati mwingine tunasea haki yangu sijua, ah, ah, hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Mimi tu ni waasi wa Tanzania, hakuna duka la spea ya macho ukienda ni utapata macho bandia. Hakuna duka la spea ya mguu, ukifanya fujo, ukileta changamoto yote, hakuna spea ya mguu. Kwa hiyo hiki ambacho kime kimeonekana mwaka huu, mimi nafikiri ndicho kitu ambacho tunatakiwa kurithisha vizazi vyetu, kwamba kumbe tunaweza kwenda kwenye uchaguzi bila zile ma maekaeka makubwa ma, ma nini ma miemko, umeona. Kwa hiyo mimi nafikiri haya mambo ni utashi tu, kwa hiyo utashi wa waliopo madarakani, lakini na utashi wa viongozi kama sisi, kwa sababu leo mimi ni mgombea lakini ni kiongozi wa chama. Kwa hiyo kuna namna ambavyo chama cha siasa kinakuwa ni daraja la kutengeneza amani ndani ya nchi yetu, na tuseme tu kwamba vyama hivi Taifa ndilo kubwa. Vyama hivi vinaweza vikapita kesho na kesho kutwa, unaweza ukasikia UDP haipo, lakini kamwe huwezi kuisikia Tanzania haipo. Kwa hiyo mimi kama Saumu Mtanzania, lazima nihakikishe misingi yote inayoendelea kuifanya Tanzania iweze kuwa imara zaidi, kwa gharama yote tuendelee kuvifanya, kwa maana ya kuzidisha umoja, mshikamano na upendo Neno ya kwake mgombea urais kupitia chama cha UDP, Saum Husein Rashid, ambaye tumekuwa naye kwenye kipindi hiki maalum cha wafahamu wagombea urais. Ni kushukuru sana. Mimi nakushukuru zaidi, lakini naishukuru sana taasisi kamp... mm -hmm. kampuni, kampuni ya Azam kwa namna ambavyo mnatoa elimu kubwa sana kwa wananchi kwa kweli siku zote yani, watu tena mimi wananipigia tumeona Azam. Kwa hiyo ni wapongeze tu kwa namna ambavyo mmefanya hii kazi kubwa, yani mmetimiza jukumu lenu, ndo lile tunasema wewe umeifanyia nini Tanzania. Kwa hiyo mimi pamoja na uongozi wote tunawashukuru sana sana kwa dhati ya moyo wangu kabisa, na Mungu aendelee kuwabariki kwa namna ya kuijenga nchi yetu, kwa sababu mimi na wewe wote tuna wajibu wa kuijenga Tanzania yetu kushukuru sana. Karibu wakati mwingine, asante sana asante <laughs> na mna, kwa nukutendo natamatisha uh, kipindi cha wafahamu wagombea urais uh, leo tulikuwa naye Saum Husen Rashid, mgombea urais kupitia UDP. Ninaitwa Nordin Selemani, utakio utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea na k